Naam, ni matumaini yangu umeamka salama mtazamaji wa TBC. Karibu katika taarifa ya habari, msomaji wako ni mimi Asha Haji. Mm -hmm. Wilaya ya Chamwino mkoani Dodoma inakabiliwa na upungufu mkubwa wa chakula, hali inayosababisha baadhi ya wakazi wake kula matunda aina ya zambarau na wadudu aina ya fumbili ili wasife njaa. Hayo yameelezwa na baadhi ya madiwani katika kikao maalum cha baraza la madiwani wa jimbo la Chilonwa kujadili hali ya chakula katika jimbo hilo. Mwandishi wetu Idi Maalim amehudhuria kikao hicho na ifuatayo ni taarifa yake. Ni ajenda moja, njaa, ni katika kikao hiki ambapo zinapatikana taarifa kama hadithi za kutunga vile, kwamba sasa imefikia watu wanakula chochote hata wadudu ili wasife. Sina Kiswahili kizuri sana niseme tu tuka katangu ya mbembe wale wadudu watu ambao wanakula sasa, kigogo tunasema kumbili, sijui Kiswahili mnahitaji e, jamii ya jamii akuwavijeshi wale wakubwa, na ndicho chakula. Na sisi madiwani, niseme tuna tabu, na ningejua kuwa mbele tunakutana na masuala kama hili, haki yangu singeomba udiwani. tunavyoongea hivi Lusheni, hata mheshimiwa rais atusikie. Wananchi wake wa wilaya ya Chamwino jimbo la Chilonwa wanakula wadudu wanaoitwa fumbili na zambarau. Kweli utashindia tunda la zambarau? Ndugu zangu, nataka niwaambie kweli, haki ya Mungu, kwa jina la Mungu aliye mbinguni, hali ni mbaya kwelikweli ya chakula, na naomba sana anayefahamisha leo afungue mlango wa chakula hichi kipatikane na watu wapate chakula ko. Tunaomba serikali ifahamu tuna njaa na itusaidie tumepeleka taarifa nyingi wilayani, na wilayani na wilaya wamechukua hatua zao, wamefikisha kunakostahili, lakini hatujapata msaada unaostahili. Tunaomba sana watupatie msaada. Bila shaka baada ya danadana nyingi na ahadi za kuletewa chakula cha msaada bila ya mafanikio, sasa wanaazimia. Na hata hivyo namshukuru Mwalimu Nyerere pamoja na wazee wa Chamwino ambao walipanda miti hii inaitwa mizambarau sasa hivi wananchi wangu wanaponea kwenye mizambarau. Hata wanaposema hivi, watu wamejaa kwenye mizambarau, wanashindia zambarau. Swala la njaa sio swala tu la ikulu kama anavyosema mheshimiwa. Siku moja nilikuwa hapa, niliona ndugu zangu wengine wamekuja na mizizi. Ni mahali pote, lakini mheshimiwa mbunge leo tunaungana na wewe. Wananchi wanalia, madiwani wanalia, mbunge analia. Mmoja madiwani pita Chidawali pamoja na kuungana na wenzake, anakuja na wazo mbadala. Mara nyingi hatupati mvua za kutosha, lakini tuna mikondo mizuri sana ambayo tungechimbiwa mabwao, tukavuna maji, watu wangeweza kuendesha kilimo cha umwagiliaji, tungeweza kupata mboga mboga na tatizo hili la njaa lingepungua kwa kiasi kikubwa, kama sio kwisha. Kutoka Chamwino, mkoani Dodoma, Idi Maalim.